Kila mtu anatakiwa afanye content. Kama unanitazama hii video na umeclick hii video inamaanisha kwamba kwamba unataka kufanya content. Katika hii video naenda kuelezea kwa nini uanze kufanya content. Ni mtu gani anayetakiwa kufanya content? Ni namna gani unaweza kuanza kufanya content? So kama ni mtu ambaye anataka kujifunza namna gani kufanya content, oh, kama unataka kufahamu sababu ya kwa nini uanze kufanya content, this is the right video. Karibu sana. Watu wengi wamekuwa wakidhani kwamba content creation ni kwa ajili ya comedians oh, dancers. Watu wengi wamekuwa wakidhani kwamba mtu akisema kama mimi ni content creator, moja kwa moja anafikiria huyu nitakuwa lazima nitakuwa ni comedian, oh, atakuwa ni dancers. Kitu ambacho si sahihi. Recently, kuna jamaa mmoja amenicheki mtandaoni Instagram akiniambia kwamba bana, nimependezwa na sana na video zako unazozifanya, lakini mimi ni mtu wa mambo ya finance. Ni mtu ni mtaalamu wa mambo ya finance lakini sijui ni namna gani naweza kufanya content, na lengo langu la kutaka kufanya, kufanya content ni kwa ajili ya kuweza kuelezea watu ujuzi ambao niko nao au uelewa mambo ya kifedha ambao niko nao. Katika kufanya hivyo, labda naweza nikapata wateja au watu ambao nitakuwa nimefumbua nimefumbua kuhusiana na mambo ya fedha na uwekezaji, ili wawe wateja wangu wa kwanza. Kitu ambacho kikaniwazisha, nikaona nikasema kwamba kwa kuwa nina uelewa wa na namna gani wa kutengeneza content na ni mtu ambaye nimefanya content, kwa almost seven years, ninajua ni namna gani ninavyoweza kutengeneza video ambazo ni nzuri na zikaweza kufikia watu sahihi, nikasema inabidi nifanye content kuweza kuelezea. Hata wewe ambao unatazama sasa hivi, unaweza kuwa upo katika industry ya finance, industry ya lifestyle, industry ya fashion na nini, lakini unataka kufikia watu wengi kwa muda mfupi, njia rahisi ambayo naweza kuwakwambia kwa sasa hivi ni kwa kufanya content, ni kwa kujionyesha mtandaoni, ni kwa kujipost mtandaoni. Kujipost mtandaoni, waelezee watu ujuzi ambao uko nao katika industry ambayo wewe upo. Content creation ndio the only way ambayo inaweza kukutofautisha na watu wengi na no. Ukitegemea sasa hivi kuna competition kubwa sana, competition imekuwa ni kubwa sana. kila mtu sasa hivi anafanya biashara, kila mtu sasa hivi ana kampuni, kila mtu sasa hivi yani, kila mtu yani anafanya kila kitu yani. Kwa hiyo sasa unaweza unawezaje kujitofautisha kati ya wale watu wengi? Watu wengi wanaweza kufungua biashara, lakini sio watu wengi wanaweza kuanza kufanya content kuweza kujipresent mbele ya watu na kuwaelezea watu nini wanachokifanya. Na njia rahisi ya kuweza kucapture trust ya watu, watu kuweza kuaminika kwa kuweza kujionyesha, ujionyeshe au uwaelezee watu kwamba una uelewa wa kutosha katika hicho kitu ambacho uko. Let's say upo katika industry ya fashion, upo katika industry ya chakula, upo katika industry ya kilimo, upo industry ya bima, upo industry ya kifedha. Ukiwa ni mtu wa kwanza ambao unaelewa hayo mambo, kaanza kuelezea watu, utaweza kuwafungua watu ufahamu. Ntatumia mfano mzuri katika industry ya bima kwa sababu mimi professional yangu nimesomea bima, ninauelewa mambo ya bima, so nitatumia mfano wa bima. So let's say mfano wewe ni insurance officer au ni, mtu, wa, ni, ni, afisa bima, unataka kumkomvisi mtu aweze kukata bima kwa ajili ya gari lake au akate bima kwa ajili ya nyumba yake au akate bima kwa ajili ya hafi. Na kama unavyofahamu sasa hivi katika industry ya Tanzania watu wengi hawana uelewa na mambo ya bima. Tumeweza kuona hapa recent kwa mtangazaji mkubwa maarufu Tanzania ambaye siwezi kumtaja jina, kama hiyo kama video yake umeshakutana nayo, nadhani utakuwa unanielewa, anasema kwamba kwa nini nimelipia bima ya afya afu mwaka mzima asijaugua, si kunaenda kulipia, si kunaenda kupata huduma mwaka mwingine, sipewi kwa wakati, nimelipia mwaka mzima na sijatibiwa. Sasa unaweza ukaona kwamba mtu ambaye ni mtu maarufu kama yule aelewi swala la bima. Tunafahamu kwamba bima inakupa ina, ina, ina ulinzi ndani ya mwaka mmoja lesi mfano bima ya afya nakupa ulinzi ndani ya mwaka mmoja ikiwa na maana kwamba kama utaugua ndani ya hicho kipindi cha polisi ambayo umekata, Lesi mfano umekata polisi yako Januari tarehe moja kwa kuanzia kwa, tarehe moja Januari mpaka tarehe thelathini na moja Disemba, kama utaugua ndani ya hicho kipindi utapata huduma for free kwa kutumia bima yako kulingana na zile kulingana na kiwango cha bima yako, inategemeana sana ni aina gani ina ya bima uliokata. Kama mtu wa kawaida tu haelewi hiyo concept, na ni mtu ambaye anategemea ni mtu ambaye ana exposure kubwa haelewi concept simple tu hiyo ya bima kawaida, unategemea unahitaji mtu wa kawaida kama ni mtu ambaye ni mtaalamu wa bima, unaelewa ma, una, ni mwelewa maswala ya bima, unaweza kuwa unaanza kufanya content, unaelezea watu maswala ya bima katika lugha ambayo ni rahisi sana. Ikija nikafika swala la kwata bima, wewe ndio utakuwa ni mtu wa kwanza kutafutwa ili uweze kuwasaidia wao kwata bima. Tayari hapo umeshajipatia mteja. Content creation ni sasa hivi ni skills ambayo kila mtu atakiwa aweze kuimaster. Content creation ni, ni skills ambayo kila mtu sasa hivi anatakiwa awe anajua namna kuifanya, na kama utahitaji kujua ku, ku, ku, ni namna gani unaweza ukafanya, mimi nina uzoefu wa almost 7 years nimekuwa nikifanya content katika platforms mbali mbali. Mfano mzuri YouTube hapa sasa hivi nina subscribers almost elfu mbili ukienda ukienda Instagram nina followers almost 10k, ukienda TikTok nina almost 12k. Kwa hiyo ni mtu ambaye naweza kasema, nina uhakika na ninajua nina nachokifanya. Kuja swala la ku create maudhui mtandaoni, video gani utengeneze, script gani utengeneze, vitu gani uongee, vitu gani ufanye, ninauelewa mambo yote hayo, so kama utakuwa utahitaji msaada wangu ni namna gani uweze kuanza kufanya content kulingana na vile vitu ambavyo unavyoelewa kuhusiana na mambo unayofanya. Inaweza kuwa ni ujuzi au business ambayo uko nayo, au unataka ku push product, lakini kwa kutumia content unaweza ukanicheck na tukafanya kazi. So turudi kwenye mada yangu, kwa nini uanze kufanya content? Nadhani nimeshaeleza kwamba sasa hivi content creation ni kitu ambacho akiepukiki, na kutegemea, sasa hivi tupo katika digital economy, ikiwa na maana kwamba vitu vingi sasa hivi na learn digitally. Sasa hivi watu wengi wameza kuwa wameza wameza ku access internet na kutegemea, sasa hivi kuna paka simu za mkopo ene, ikiwa na maana kwamba sasa hivi kila mtu sasa hivi ana uwezo kwa kumiliki smartphone.

hii ina maana kwamba sasa hivi watu wengi wanaweza kufikia kupitia mitandao ya kijamii na watu wengi sasa hivi wanashinda sana mitandao ya kijamii na unawafikia vipi kwa kujionyesha mara kwa mara na una, unajionyesha ukifanya nini unajionyesha ukielezea ujuzi ambao uko nao au uelewa wa mambo ambao uko nao katika industry ambayo upo unaweza kwa mfano mzuri ni wewe mtambia amenitafuta ambaye yupo katika industry ya finance kwamba anataka kuanza kuwa anafanya content zinazohusiana na masuala ya uwekezaji masuala ya ununuzi wa bonds vitu kama hivyo vinavyohusiana na mambo ya kifedha akiamini kwamba akianza kufanya content ataweza kuanza kwa fungu huwa watu kuweza kuelewa ha, kumbe kuna umuhimu wa kuanza kufanya kuchukua bonds bo, oh, kumbe kuna, kuna umuhimu wa kuanza kuwekeza UTT. Oh, kumbe Dar es Salaam Stock Exchange nikitaka kununua ISA inafanya kazi hivi. Kwa hiyo ikija kafika saa wakati anataka kuanza kufanya ununuzi wa hizo ISA au kufanya uwekezaji, yeye ndo atakuwa ni mtu wa, wa kwanza kumtafuta aweze kumsaidia maanake hapo tayari ameshapata mteja katika, katika upande wa consultation o oh, katika upande wa broker ambaye ataweza kumsaidia kuweza kununua stocks katika hizo masoko mbalimbali mbali ya ISA. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sasa hivi content creation ni kitu ambacho ni, ni, ni cha kila mtu, haijalishi upo katika industry hii. Mtu mwingine anaweza akasema kwamba mimi siwezi kujionyesha mtandaoni. Kuna namna nyingi ambazo unaweza kufanya content mtandaoni bila kuonyesha sura yako. Unaweza ukatumia carousels kama ushia kukutana na zile posts ambazo una, una swipe, mtu ameandika maneno anaswipe anaswipe. Kuna, kuna, kuna, kuna, kuna pages ambazo zinafanya vizuri kwa watu wametumia huo mfumo, lakini pia unaweza kufanya kwa kutumia voiceover uzoonyeshe sura zako. Tumeshaanza kuona kwamba kuna watu wanafanya content za mapishi, anashona na magari anavyoweza kupika kwa kutumia tu voiceover, tumfahamu sura, lakini ni voiceover. So kuna njia nyingi upashi kwa text use, kuna njia nyingi ambazo unaweza ukazitumia, ambazo zinaweza kukusaidia wewe kuweza kutengeneza content ambazo ni nzuri, na ukafikia wale watu ambao ni potential customers au potential buyers wa service au product ya unayoiuza. Kiufupi tu nimalizia kwa kusema kwamba content creation sasa hivi ni ya kila mtu, haijalishi upo katika industry ipi. Kubwa tu ni, ni kujua ni namna gani unavyo wa kujifunza namna na, na ya uzalishaji wa hayo maudhui. Mimi nina experience ya muda mrefu sana kama nilivyosema, ninatoa ninatoa consultation, ninatoa elimu namna gani unavyoweza kufanya hivyo, lakini pia ninatoa huduma ya kuweza kushoot maudhui. Kama let's say wewe huna muda kutosha kuweza kushoot maudhui na kuedit, ninatoa hiyo huduma ya kuweza kukushutia maudhui, like tunakaa chini, tunaschedule timetable yetu kama utakuwa na shoot maudhui ya namna gani, nakuja tunashoot, na edit, na kuwa na kukupangia na schedule namna gani upost na nini. Tunaandaa script mbalimbali. Kwa hiyo ninauelewa vitu vingi sana. So kama utakuwa unahitaji huduma ya design kama hiyo unaweza ukanicheck check DM o oh, comment o oh, kanipigia namba zangu kwa sababu zipo kwenye bio hapo oh, au kanitumia email ambayo ipo pia kwenye bio yangu hapo, tutoka organize appointment, tukakutana na tuka discuss na namna gani tunaweza tukafanya hivyo vitu. Lakini it, itoshe tu kusema kwamba content creation sasa hivi ni ya kila mtu. Content creation sio ya comedians tu, content creation sio ya dancers tu, kwa sababu mtu mtu kishasema mimi ni content creator anashumi, mimi ni dancer anashumi, mimi ni comedian. Content creation sasa hivi the only way ya kuweza kujiuza kwa urahisi zaidi especially katika kipindi cha digital economy ambapo watu wengi sasa hivi wanatumia simu zao, watu wengi wanatumia tv zao sasa hivi. Sasa hivi tunaona mpaka sasa hivi kuna matv ya smart tv, kwamba sasa hivi unaweza uk, ukatengeneza maudhui ya YouTube sasa hivi, mtu aka play kikaa ndani. Sasa hivi mtu anaplay ana, ana akiosha tv yake ya smart tv like, akaingia YouTube anakutana na, na maudhui yake anajifunza vitu. Sasa hivi tunaweza kusema kwamba sasa hivi watu kulipia vifurushi vikamuzi kamuzi inaenda kufa sasa hivi, sababu mimi, mtu akishakuwa na internet sasa hivi, unavyojua sasa hivi internet imeshuka bei sasa hivi mtu anaweza afford kuwa na internet, internet, internet, akishash connect na tv yake ya smart anaingia YouTube anaangalia vitu vingi sana ambavyo ni tofauti na kama akilipia ving'amuzi. Kwa hiyo hii ni opportunity ya wewe kwanza kuwa unatengeneza maudhui mtandaoni, na kwanza kufundisha watu na kuelezea watu ujuzi au skills ambazo uko nazo, ili waweze kukupa kazi, uweze kufanya nao kazi, kama mimi ninavyofanya ninauelewa namna gani unavyoweza kutengeneza videos nzuri, designing nzuri. Ninauelewa mambo ya designing, mambo ya production videos na vitu vyote kikubwa bo, nitafute namna gani unielezee, like unataka kuachieve kitu gani, and then from there mimi naweza nikakusaidia. Njia zipo hata kama nisipofanya mimi, ninajua nina namna gani mtu gani umface katika masuala ya branding, content creation na video kwa ujumla. So nadhani nitakuwa nimeeleweka hivyo. Kama utakuwa umelate na, na hii this video, let me know kwenye comment section hapo. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote, ni namna gani uanze kufanya content uweze kufikia watu sahihi, waweze kuona ujuzi ulionao, waweze kuona service unayotoa, waweze kuona product unayoiuza, comment hapo chini na nitajibu katika video zangu zinazokuja. Sasa hivi nataka nitenge kutengeneza series ya videos za content creation katika hii channel. Kwa muda mrefu nimekuwa nikishare video content za aina mbalimbali mbali, lakini sasa hivi nataka nifocus sana kwenye videos zinazohusiana na content creation. Ni namna gani yanaweza kukusaidia kuweza kutengeneza videos ambazo zinaweza kukusaidia kuweza kuuza ujuzi, bidhaa au idea ambayo uko nayo ukonayo ambayo mwisho wa siku unaweza kai monetize. So let's move on the next one guys. Sitaki kuongea sana, sitaki kuchosha. Kama ndo first time natembea YouTube channel, naitwa Adobert, ni mtaalamu wa mambo ya kidijitali, nina uh, fundisha watu namna gani wanaweza kutumia mitandao ya kijamii vizuri namna gani wanavyoweza kutengeneza videos product, wanaweza wanavyoweza kutengeneza maudhui sahihi mtatarone, kwa sababu nina experience ya almost 7 years. Kwa hiyo ninajua ninachokifanya na ninajua ninachokiongea, nina uhakika ninachokifanya na, na ninauhakika wa kutoa matokeo ya kile ambacho nakifanya. So kama ni mtu ambaye like the first time unataka kujifunza hivi vitu na unapenda ungetamani kuona videos kama hizi nyingi nyingi, basi hii ndio channel sahihi ya kuweza kuisubscribe, make sure you subscribe na kama utupo subscribe, basi ningependa sana kama hii video ukiacha like, make sure una like na na pia ningependa pia uniachie comments, kitu gani ambacho cha msingi ambacho mkielewa video au ni kitu gani ambacho ungependa ukiona katika video zangu zinazokuja baadaye. So till next time guys, let's meet on the next one. Peace.